Moja kati ya changamoto inayowasumbua wajawazito ni upungufu wa damu. Unakuta mama anaenda kujifungua ana damu 7.6 na kuendelea, wakati hii hali siyo salama kwako, inaweza kukusababishia matatizo kipindi una ujawazito au kujifungua kwako wewe au kwa mwanao. Na ndio maana madaktari kwenye vituo vidogo hawataki kujifungulia hapo, kwa sababu unahitaji uangalizi wa hali ya juu ili kuhakikisha usalama wako na mwanao. Usiwe na wasiwasi, swala la kujiuliza, je, nifanye nini ili damu iongezeke? Wajawazito wengi wanapata upungufu wa damu kwa sababu ya kukosa lishe bora. Kwa hiyo, chakula ndo kila kitu. Je, yeah, wewe unakula chakula cha aina gani? Kwanza kabla tujaenda mbali, haya ni mambo muhimu zaidi. Hakikisha unahudhuria kliniki kama ulivyopangiwa, unatumia dawa za damu kama ulivyoelekezwa na daktari wako. Ukiwa unameza dawa, chukua maji yako afu kamulia kipande kimoja cha limau au chungwa, alafu na usitie kitu chochote ndani yake. Alafu tumia maji hayo kwa kumezea hiyo dawa ya damu. Au kula chungwa, alafu meza dawa zako kwa maji ya kawaida. Hili jambo litaongeza ufyonzwaji wa madini chuma ya kwenye hivyo vidonge ambayo ndo yanazidisha damu mwilini. Kabla ya kufanya hivi, chukua hizi tahadhari. Ukiwa una changamoto za gesi kiungulia, usitumie njia hii, au hakikisha maji unayazimua vya kutosha, ili isije ikafanya kiungulia kuzidi. Na pia shauriana na daktari wako pia Usitumie dawa ya damu au chakula kitakacho kuingizia damu chenye madini chuma pamoja na vitu vyenye madini ya calcium iwe suplement au chakula kama kunywa maziwa na tende, na pia vitu vyenye kuingeza damu vyenye madini chuma usizile pamoja na kahawa, chai na chokolate. Hivyo wacha nafasi ya angalau saa moja au mawili baada ya kutumia kitu cha aina moja ndio utumie chengine. Shida inakuja kwa baadhi ya wanawake, mnakosa kabisa hamu ya kula tena, hususan vile vyakula vitakavyokuingizia damu na si kama ujui, chakula ndio kila kitu kwenye kuhakikisha wingi wa damu. Kwa hospitali kila siku na gombwa, lakini unakuta hamu ya kula hauna. Karibu shauriane na Ofema Healthcare ya nini utumie kwa ajili ya kuongeza hamu ya kula na kusidisha damu kwa pamoja. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya kujifunza na kuimarisha afya yako zaidi.